Tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa mustakabali wetu na unabii. Je, mustakabali wa wale wanaomwamini Mungu ukoje? Je, wanashindwa wanapojaribu kitu? Kuhusu mustakabali wetu, Mungu alitupa maneno mengi katika Biblia. Ameandaa ulimwengu ambapo mauti haitakuwapo tena. Ulimwengu huo utajawa na shangwe na furaha inayofurika. Mtume Yohana aliona ufunuo na akauandika katika Biblia. Imeandikwa katika Ufunuo kwamba Mungu ameandaa kwa ajili ya watoto wa mbinguni ulimwengu mtukufu ambao umejaa fahari. Yesu alipokuja miaka elfu mbili iliyopita alisema, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Yesu alitujulisha kwamba alikuwa anaenda mbinguni ili kutuandalia mahali. Je, ni makao ya aina gani? Ulimwengu mzuri ambao hauwezi kulinganishwa na maisha ya sasa umeandaliwa kwa ajili yetu. Ili kutimiza hili, Mungu ametayarisha unabii mwingi katika Biblia. Watu huona mustakabali wao kuwa wa kukatisha tamaa kupitia taabu magumu na mateso tu. Hii ndiyo sababu watu husema hakuna mustakabali. Kuna giza mbele. Kwa kuwa Mungu ameandaa mustakabali mzuri sana kwa ajili yetu, hatupaswi kutumia usemi kama huo, sivyo? Leo kuhusu hili tuangalie neno la Mungu katika Isaya sura ya 14. Tuangalie Isaya sura ya 14 mstari wa 24. Tuone mstari wa 24. Bwana mwenye nguvu zote ameapa. Mungu haapi mara nyingi Sio kawaida. Hebu tuangalie kwa makini anachosema baada ya hapo, kwa kuwa lazima kiwe muhimu sana. Bwana mwenye nguvu zote ameapa, hakika kama vile nilivyopanga, nini kitatokea? Ndivyo itakavyokuwa. Mungu ameapa kwamba hakika itafanyika. Basi maneno ya Biblia ni ya nani? Ni maneno na mawazo ya Mungu sivyo? pia ni usimamizi wa Mungu ambao anataka kutimiza. Hivyo Biblia ina mawazo na usimamizi wa Mungu. Tuone mstari wa 24 tena. Bwana mwenye nguvu zote ameapa hakika, kama vile nilivyopanga, ndivyo itakavyokuwa, nami kama nilivyokusudia, nini kitatokea, ndivyo itakavyosimama. Basi kama Mungu anaahidi kutupatia ufalme wa milele wa mbinguni, mustakabali mzuri sana na furaha inayofurika yote yatatimia. Je, si ahadi za Mungu ni tofauti na baadhi ya ahadi tupu zinazotolewa katika ndoto? Hata kama mtu anaapa kiapo, wengine wanapaswa kuamini kile anachosema, lakini hapa nani ameapa? Mungu ameapa. Ni lazima tuamini kabisa kwamba mambo haya yote hakika yatatimizwa na kukimbia kwa bidii kupata thawabu ambayo Mungu ameahidi kutupatia. Kwanza tuangalie maneno ya Mungu katika Ufunuo sura ya 21 kuhusu mustakabali wetu. Ufunuo sura ya 21. Tuangalie Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4, atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Tunaweza kusema kwamba hiki ni kielelezo cha ulimwengu wetu wa wakati ujao ambao Mungu ametuahidi. Kutakuwa na nini? Hakutakuwa na mauti. Nini kingine? Hakutakuwa na maombolezo. Nini kingine? Hakutakuwa na kilio. Pia hakutakuwa na maumivu. Huu ndio ulimwengu anaotuandalia. Hapa duniani kuna maumivu, mateso, magumu na dhiki nyingi, lakini ufalme wa Mungu ni mahali ambapo hakuna maumivu wala mateso wala maombolezo wala huzuni. Kueleza kwa undani zaidi, Mungu ataturuhusu kuwa na maisha yanayofurika kwa shangwe na msisimko katika ulimwengu ambapo hatutazeeka wala kuwa wakongwe na ambapo hakutakuwa na mipaka kwa wakati na nafasi. Huu ni mpango wa nani? Ni mpango wa Mungu. Bwana mwenye nguvu zote ameapa hakika, kama vile nilivyopanga, nini kitatokea? Ndivyo itakavyokuwa, nami kama nilivyokusudia, nini kitatokea? Ndivyo itakavyosimama. Huu ndio mustakabali wetu. Mungu ametangaza kupitia viapo vya kurudiwarudiwa kwamba atatimiza hili. Mara nyingi tunazingatia tu jinsi tulivyo leo na hali zetu za sasa na kujiweka wenyewe kwenye malalamiko na mateso Walakini, ni lazima tusijiache kamwe kuangukia kwenye hali hizo zenye maumivu. Kama tusingeweza kushiriki katika mahali hapo upa fahari na ulimwengu huo wa kustajabisha, ingekuwa bahati mbaya iliyoje! Tuendelee na mstari wa tano. Tuone mstari wa tano. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya anafanya nini? Mambo yote kuwa mapya. Hatutaishi kwa namna hii, bali tutaishi katika ulimwengu mpya. Mungu alisema kwamba mwili na damu havitaingia katika ulimwengu huo wa kiroho. Mambo yote yatafanywa upya, kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni kweli. Mungu anatuongoza kwenye ulimwengu huu. Tuone mstari wa saba, tuangalie mstari wa saba. Yeye ashindaye atayaridhi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini waoga wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Hatupaswi kuwa watu kama hao, lakini badala yake tunapaswa kwenda kwenye ulimwengu mwangavu ambao ametuonyesha. Je, hamkubaliani na hili? Tuendelee na sura ya 22, sura ya 22 mstari wa kwanza. Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima maangavu kama kio, yakitiririka kutoka kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji. Kwenye kila upande wa huo mto kulikuwa na mti wa uzima utoao matunda ya aina kumi na mbili, ukizaa matunda yake kila mwezi, nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Katika mji huo hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo humo, na watumishi wake watamtumikia nao wata ona uso wake na jina lake litakuwa kwenye vipaji vya nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wajua, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, nao watatawala milele na milele. Katika dunia hii, kila mtu ana nyadhifa tofauti kijamii, walakini Mungu tayari ameamuru maisha yetu mbinguni. Wakati huu wa maisha yetu ya imani utakapoisha, tutaenda wapi? Tutaenda kwenye ufalme wa milele wa mbinguni, na hatutakuwa tu miongoni mwa watu wa mbinguni; tutatawala kama wafalme milele. Kwa maneno rahisi, kila wakati wa maisha ya imani ni wakati ambao tumepewa na Mungu anayetaka tutawale kama wafalme mbinguni. Wakati tunapozingatia hili, tunapaswa kushinda taabu na huzuni za leo na kuingia katika ufalme wa Mungu. Hii ndiyo sababu Biblia inatupa mafundisho mengi yanayosema, hatupaswi kufanya hivi, au hatupaswi kufanya hivyo. Tukiwa watu kama hao tunaweza kuurithi ufalme wa milele wa Mungu. Haya yote yameandikwa katika Biblia. Hivyo tunaishika siku ya Sabato leo kulingana na amri za Mungu, waumini wa kike huvaa utaji, pia tunaadhimisha siku kuu, tunatii kanuni zote za Agano Jipya na kuhubiri injili mambo haya yote yanarundika baraka kwa ajili ya wakati ujao, sivyo? Tufungue Ufunuo sura ya 21 mstari wa 21. Tuangalie sura ya 21 mstari wa 21. Yale malango 12 yalikuwa ni lulu 12, kila lango lilikuwa limetengenezwa kwa lulu moja. Barabara kuu ya mji huo ilikuwa ya ilikuwa ya nini? Dhahabu safi ing'ayo kama kioo. Watu hupenda dhahabu, si ndio? Walakini tutakapoenda mbinguni haitakuwa na maana. Mstari wa 22. Sikuona hekalu ndani ya huo mji, kwa sababu Bwana Mungu mwenyezi na Mwana Kondoo ndiyo hekalu lake. Tuone mstari wa ishirini na tatu. Ule mji hauhitaji jua wala mwezi kuangazia, kwa sababu utukufu wa Mungu ndiyo nuru yake, na Mwana Kondoo ndiye taa yake. Mataifa yatatembea yakiangaziwa na nuru yake, na wafalme wa duniani wataleta fahari yao ndani yake. Malango yake hayatafungwa kamwe kwa maana hakutakuwa na usiku humo. Utukufu na heshima za mataifa zitaletwa humo. Lakini kitu kichafu hakitaingia humo kamwe, wala mtu yeyote atendaye mambo ya aibu au ya udanganyifu. Bali watakaoingia humo ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo. Biblia inatufundisha kwamba ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima wawezao kuingia katika ulimwengu huu mtukufu. Hii ni mipango ya nani? Ni mipango ya Mungu. Hili pia ndilo alilokusudia Mungu. Ili kutuongoza kwenye ulimwengu huu ili kwamba tuweze kutawala milele na milele. Mungu hutupa kila mmoja wetu maisha yake mwenyewe. Kila mtu ana udhaifu anaojua yeye tu. Kwa kuwa Mungu anajua kila kitu, amempa mtu huyu tabu hii ili kumfanya awe na nguvu zaidi, akirekebisha kisicho sahihi. Tafadhali kumbukeni kwamba Mungu ametupa maisha ya leo ili kujaza yale tunayopungukiwa. Natumaini kwamba ninyi nyote mtashinda maisha ya leo kwa imani kwamba hakika mbinguni kupo. Je, hii si ndiyo sababu Biblia inatuita wageni na wasiokuwa na maskani kutoka mbinguni? Tufungue Waibrania sura ya kumi na moja. Waibrania sura ya kumi na moja mstari wa kumi na tatu. Watu hawa wote wakafa katika imani bila kuzipokea zile ahadi, lakini waliziona kwa mbali na kuzishangilia, nao walikubali kwamba walikuwa wageni na wasiokuwa na maskani hapa duniani. Hapa duniani maana yake ni katika ulimwengu huu, walisema dunia hii si nyumbani kwangu, sio nchi yangu walijieleza wenyewe kama wageni na wasiokuwa na maskani. Tuone mstari wa kumi na nne. Watu wasemao mambo kama haya wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Kwa kweli, kama wangekuwa wanafikiri kuhusu nchi waliyoiacha, wangalipata nafasi ya kurudi huko, lakini badala yake walitamani nchi iliyo bora zaidi. Nchi gani ndiyo iliyo bora zaidi? Yaani, nchi ya mbinguni. Ufalme wa milele wa mbinguni, nchi iliyo bora zaidi ni nyumbani kwetu pa milele. Watu walio wengi hawajui mahali walikotoka na hawajui mahali waendako. Walakini, Mungu hujua mwanzo na mwisho wa uwepo wetu. Mungu anatuambia nyumbani kwetu pa kweli ni wapi. Ikiwa nyumbani kwetu ni mbinguni, kwa nini tumekuja hapa duniani kama wageni na wasiokuwa na maskani? Hata hivyo tulikuwa katika ufalme wa mbinguni, lakini tulikuja hapa duniani kwa sababu ya dhambi zetu. Baada ya kuishi maisha yetu katika dunia hii kwa neema, kulingana na mapenzi ya Mungu, tunaweza kurudi katika ufalme wa milele wa mbinguni. Natumaini kwamba kamwe hatutakosa ulimwengu huu mtukufu. Katika Luka, je, hahitaji mbinguni na jehanamu katika mfano wa tajiri na Lazaro? Yule tajiri hakumjua Mungu vizuri na hakuwa na imani katika Mungu. Kwa sababu hii aliteseka katika jehanamu ya milele. Ninaomba kwamba hakuna hata mmoja wa wanafamilia wetu wa mbinguni atakayewahi kwenda mahali kama hapo. Kuhusu mustakabali wetu, Mungu ametupa maneno haya katika Biblia. Ili twende mahali pa utukufu, kuna mambo fulani ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu kufanya hapa duniani. Lazima tuifuate njia hii. La sivyo hatuwezi kuingia katika ulimwengu huo mtukufu. Ndiyo maana Mungu alikuja duniani naye akawa mwanakondoo ili tuweze kumfuata. Hivyo katika Ufunuo sura ya 14, Biblia inatuambia tufanye nini? Inatuambia tumfuate mwanakondoo kila aendako. Pia tunaposoma kutoka Mika sura ya 4 mstari wa kwanza, tunapaswa kufanya nini anapotufundisha njia zake katika siku za mwisho tunapaswa kufuata mafundisho yake. Kwa nini ni hivyo? Anatuongoza wapi? Kwenye ufalme wa milele wa mbinguni. Lazima tuone ulimwengu huo. Muumini mmoja amezaa matunda mengi leo, ni jambo zuri. Muumini amekuwa katika ukweli kwa miaka 10 au miaka 20, pia hilo ni jambo zuri. Walakini jambo lililo muhimu ni kama tunaishi kulingana na mapenzi ya Baba leo au la Baba yetu. Hii sasa ni jambo muhimu tunaloweza kuona. Mungu alisema kwamba mawazo yake na mpango wake hakika vitatimia. Mungu ameandaa ufalme huu mtukufu wa mbinguni kwa ajili yetu na kutuonyesha njia. Waibrania sura ya tisa. Tuone mstari wa kumi na tano. Tuangalie Waibrania sura ya tisa mstari wa kumi na tano. Kwa sababu hii Kristo ni, ni Yesu Kristo, yeye ni mpatanishi wa agano jipya, ili kwamba wale walioitwa, kwa maneno mengine, wao ni watoto wa mbinguni, ili kwamba wale walioitwa waweze kupokea, wanaweza kupokea nini? Ile ahadi ya urithi wa milele kwa vile yeye alikufa awe ukombozi wao kutoka kwa dhambi walizozitenda chini ya agano la kwanza. Ahadi ya urithi wa milele ni ahadi ya kuwapa watoto wake ufalme wa mbinguni sivyo? Ili kuitimiza ahadi hii, Mungu alifanyika mpatanishi wa agano la aina gani? Mungu alifanyika mpatanishi wa agano jipya kukamilisha kazi hiyo. Hivyo je, wale ambao hawamo katika agano jipya wanaweza kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni? Je, hii si ndiyo sababu tunapaswa kuliweka agano jipya katika utendaji kwa bidii? Tunashika siku ya Sabato, Pasaka na sikukuu pia, tunafuata ubatizo wa agano jipya. Je, kuishi maisha ya utifu kwa mafundisho yote ya Mungu si kwa ajili ya mustakabali wetu? Ni lazima sisi sote tujitahidi tusiwe wavivu. Hebu tuangalie kile ambacho Mungu ameahidi katika agano jipya kwa kufungua Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Tuangalie sura ya 31 mstari wa 31. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya atafanya nini? Agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Sababu ya Mungu kuwapa wanadamu agano jipya ni ili tuweze kuurithi ufalme wa milele wa mbinguni. Je, hii si ndiyo sababu alikuja hapa duniani akiwa na agano jipya? Hata hivyo, je, watu wanaishika sabato ya agano jipya? Hapana, hawafanyi hivyo. Vipi kuhusu Pasaka ya agano jipya? Je, wanasayuni ya agano jipya au sikukuu za agano jipya? Ulimwengu haushiki yoyote kati yao. Je, ahadi zote katika Biblia si ahadi za Mungu kwa watoto wa Sayuni leo? Je, hii si ndiyo sababu tunahubiri tukifikiri, twende kwenye ulimwengu mzuri ambao Mungu ameandaa kwa ajili yetu? Tuendelei na Yeremia sura ya 31 na moja, tuendelei na sura ya 31 na moja mstari wa 33. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu alisema nitaweka sheria yangu katika nia zao. Sheria hii ni nini? Ni sheria ya agano jipya. Huu pia ni mpango wa Mungu ambao hakika utatimia. Tuone mstari wa 34. Mtu hatamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake, akisema mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana, kwa sababu nitasamehe. Atasamehe nini? Uovu wao, wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Kupitia agano jipya Mungu atasamehe uovu wetu na kuchukua dhambi zetu. Kwa kuwa agano jipya ni ukweli wa thamani sana unaoangazia mustakabali wetu, je, hatushiki Sabato na Pasaka ya agano jipya? Mustakabali tuliopewa ni mzuri na wenye fahari kweli kweli. Ijapokuwa huenda hatuna wadhifa wa juu katika ulimwengu huu, Mungu anapanga mustakabali wetu kama wafalme wa mbinguni. Kwa hiyo, hebu tusishikilie maisha ya leo tu, bali tukimbie kuelekea mbinguni. Biblia inasema muda apewao mtu ni miaka sabini au themanini ikiwa ana nguvu. Huu ni wastani wa muda wa maisha. Hivyo wale ambao wamejifunza agano jipya wakati wa miaka hiyo sabini hadi themanini kweli wamebarikiwa. Walakini watu wengi bado hawajapokea baraka hiyo. Je, Mungu hatuambii tuhubiri injili hii Samaria na hadi miisho ya dunia? Hebu tuhubiri kwa bidii. Kwa kufanya hivyo, hebu tuwaongoze wale ambao wapo katika ulimwengu wa giza kwenye ulimwengu wa nuru, ili tuweze kwenda pamoja kuelekea mustakabali mzuri sana. Tupo katika agano jipya pia, tunaye Mama wa Mbinguni ambaye ndiye uhalisi wa agano jipya basi kunaweza kuwa na mahali pa tukufu zaidi ulimwenguni, kwa kuwa ni mahali pa kustajabisha sana. Je, Mungu hakupatambulisha kwetu? Mungu alituambia tuingie wapi? Lazima tuisikilize sauti ya Mungu ambaye ameandaa mustakabali mzuri sana kwa ajili yetu. Tuangalie Yeremia sura ya nne mstari wa tano. Tuangalie sura ya 4 mstari wa 5, tangaza katika Yuda na upige mbiu katika Yerusalemu na kusema, piga tarumbeta katika nchi yote, piga kelele na kusema, hikusanyikeni pamoja, tukimbilie katika miji yenye maboma. Jina la mji wenye maboma ni nini? Ni Sayuni. Onyesheni ishara ili kwenda Sayuni, kimbilieni usalama pasipo kuchelewa. Biblia inatufundisha kwenda haraka Sayuni, mji wenye maboma. Ikiwa ni neno la Mungu tunapaswa kufanya nini? Sayuni kweli ni mahali patukufu na pa fahari. Je, Mungu hatujali baraka ya uzima wa milele wokovu na msamaha wa dhambi katika Sayuni? Je, mimi na nini? Tupo Sayuni sasa? Ndiyo, tupo Sayuni. Hebu tutoe shukrani, heshima na utukufu wa milele kwa Mungu Elohim, Mungu Baba na Mungu Mama ambao wametuita Sayuni na daima tuzingatie mustakabali ambao umetabiriwa kwa ajili yetu. Tukijizamisha katika tabu za sasa tukifikiri, ninapitia tabu hizi au ninateseka kutokana na maumivu haya, tunaweza kupoteza mustakabali wetu. Natumaini kwamba wanafamilia wetu wote wa mbinguni wataweza kufurahia uzima wa milele na baraka katika ufalme mtukufu wa mbinguni ambapo hakutakuwa na mauti, maombolezo wala maumivu tena, bali shangwe na furaha husitawi kwa uzuri. Nyumbani kwetu ni wapi? Inasema kwamba nyumbani kwetu ni ufalme wa mbinguni. Tusiupoteze ufalme wa mbinguni. Ninawaomba wanafamilia wetu wote wa mbinguni kutoa shukrani, heshima na utukufu wa milele kwa Mungu Baba na Mungu Mama kwa kutufundisha agano jipya ili tuweze kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.